Jioni ilikuwa tulivu katika mtaa wa Mbuyuni. Jua likizama taratibu nyuma ya majengo ya zamani. Hasan Mrema alikaa kwenye kiti chake cha plastiki mbele ya chumba kidogo alichokuwa akiishi. Alikuwa ameshika simu yake ya zamani, skrini ikiwa imepasuka kona ya juu. Alikuwa akisoma ujumbe wa benki uliomjulisha kuwa akaunti yake bado ilikuwa na shilingi elfu tano tu. Hasan hakuwa maskini wa akili bali wa mazingira. Miaka miwili iliyopita, alikuwa amehitimu chuo cha uhasibu, lakini kazi haikuwa rahisi kuipata. Alikuwa akifanya vibarua vidogo, kuandika mahesabu ya maduka, kusaidia kwenye maghala, chochote kilichompa chakula cha siku. Lakini jambo lililomuumiza zaidi halikuwa hali yake ya kifedha, bali kuachwa. Miaka miwili iliyopita Hassan alikuwa katika uhusiano mzito na msichana aliyeitwa Neema Kalinga. Neema alikuwa mrembo, mwenye tabasamu lililoweza kumfanya mtu asihau shida zake. Walipendana kwa dhati, au ndivyo Hassan alivyoamini. Siku moja, Neema alimuita wakutane katika bustani ya Uhuru Garden. Alifika akiwa amevaa gauni jekundu, uso wake ukiwa mzito kuliko kawaida. Hassan, Neema alianza Nimefikiria sana kuhusu sisi. Hasan alitabasamu. Na mimi pia. Najua mambo ni magumu sasa, lakini nitajitahidi. Neema alimkatiza. Siyo jitihada, Hasan, ni maisha. Siwezi kuendelea kuishi kwa ahadi. Sina uhakika na wewe. Maneno yale yalimuuma Hasan kama kisu. Unamaanisha nini? Neema akavuta pumzi ndefu. Unajua, sina tatizo na wewe kama mtu. Lakini ukweli ni huu. Huna pesa. Sina uhakika wa kesho nikiwa na wewe. Hasani alinyamaza. Hakujua ajibu nini. Ndani ya dakika chache, Neema alisimama, akamwacha pale akiwa na maswali, maumivu na moyo uliopondeka. Baada ya kuachwa, Hasani alipitia kipindi kigumu sana. Alijilaumu, alijiona hafai. Lakini siku moja baada ya kulala njaa Alijisemea kwa sauti ya chini, nikibaki kulalamika nitabaki hapa milele. Alianza kujifunza kwa bidii. Usiku alikuwa akisoma vitabu vya biashara na ujasiriamali kwa simu yake. Alijifunza jinsi ya kuandaa mifumo ya kifedha kwa biashara ndogo ndogo. Alianza kuwatafuta wateja kwa bidii: maduka, vibanda, watu waliokuwa hawajui kupanga mapato yao. Mwaka mmoja ukapita. Kisha mwingine, kidogo kidogo, jina la Hassan Mrema likaanza kujulikana kama mshauri mzuri wa fedha kwa biashara ndogo. Alipata wateja wengi, akaanzisha ofisi ndogo, na hatimaye akaanzisha kampuni yake ndogo iliyoitwa Mrema Financial Solutions. Hakupiga kelele, hakujionyesha, alibadilika kimya kimya. Siku moja asubuhi, akiwa ofisini kwake simu ya Hassan ililia, namba haikuwekwa jina. Halo, alisema sauti ya upande wa pili ilimfanya ashikilie simu kwa nguvu. Ikoje Hassan? ni mimi Neema. Moyo wake ulipiga kwa kasi, miaka miwili ya kimya ikavunjika kwa sekunde moja. Neema aliuliza kwa sauti ya utulivu uliokuwa umejengwa kwa muda mrefu. Ndiyo, nilipata namba yako kupitia rafiki nilisikia umefanikiwa. Ningependa tuonane tuzungumze. Hassan alikaa kimya kwa sekunde chache, akatabasamu kidogo, sio kwa furaha, bali kwa kuelewa maisha. Sawa, akasema tunaweza kuonana kesho. walikutana kwenye mgahawa wa kisasa mjini. Neema alichelewa kidogo, akafika akiwa amevaa nguo za kawaida, uso wake ukiwa na dalili za wasiwasi. Hassan alisimama kumsalimia akiwa amevalia suti nadhifu, saa nzuri mkononi. Neema alishangaa, hakuwa akimkumbuka Hassan wa zamani kwa mwonekano huu. Hongera kwa mafanikio, Neema alisema, macho yake yakimetameta. Asante, Hassan akajibu kwa upole. Baada ya mazungumzo mafupi, Neema akasema kwa sauti ya chini, najua nilikukosea. Nilikuwa naangalia pesa, si mtu ningependa tujaribu tena kama inawezekana. Hasan alimwangalia kwa makini. Hakukuwa na hasira, lakini kulikuwa na uamuzi. Neema alisema taratibu, nilipokuwa sina pesa nilihitaji mtu wa kuniamini. Sasa nina pesa, lakini ninachohitaji ni mtu wa kunipenda bila masharti. Neema alinyamaza, machozi yakamjaa. Safari yangu ilinijenga, Hasan aliendelea, na ilinifundisha thamani yangu Huwezi kurudi nyuma. Alisimama, akaacha bili mezani, na akaondoka kwa heshima. Wakati mwingine watu hutupima kwa hali tuliyo nayo, si uwezo tulio nao, lakini maisha yana njia yake ya ajabu. Huinua waliodharauliwa na huwafundisha waliodharau. Usimdharau mtu kwa sababu hana pesa leo, kesho anaweza kuwa mbali sana na ulipo.